Wanasema tembea ujionee maajabu ya dunia yanayohadithiwa kwenye vitabu vya kale na vitabu vitakatifu. Ukishuka uwanja wa ndege wa Dar es Salaam hutakutana na picha wala ajenti yeyote wa kukubudhi ufanye utalii. Kwa Cairo, alianza ofisa wa uhamiaji kunipa namba ya rafiki yake mwenye kampuni ya utalii akanipa bei ya dola mia kutembelea piramidi za Misri. Nikiwa naelekea kupanda basi la hoteli, mwambo mwingine akaniwahi. Huyu ana ofisi yake pale pale uwanja wa ndege, akaniambia kwa dola sitini dereva wake atanifuata hotelini na kunirudisha. Unajua nilimchagua nani kati ya hao wa dola mia na wa dola sitini? Dereva akaja gari safi na zuri sana kama Toyota Alphard, lakini haikuwa Alphard ile akanitoa Cairo mpaka Giza mji wenye mapiramidi. Barabara zote ni nzuri na pana, hazina mashimo na kuna sehemu nilihesabu laini ishirini, kumi zinaenda na kumi zinarudi. mpo kufika Giza, dereva akanikabidhi kwa wakala wa ukweli. Wa piramidi wako wengi pale, ila huyu ni mtu anayefanya naye kazi, inawezekana hata ni mjomba wake. Huyu mwamba akanionyesha vituo vitatu vya hii safari: kimoja kifupi cha dola 35 na kuna cha dola 45 na 55 ila alisema nikimpa dola 40 atanipa safari ya kituo kirefu cha dola 55 Pia akaniambia kuna dola 11 za tiketi ya serikali, ila nisijali niende, nitalipa nikirudi. Pia aliniuliza ninataka niende kwa ngamia, farasi, au vigari vinavyokokotwa na farasi; vyote bei ni sawa. Kwa ushauri wa dereva wangu nikachukua ngamia mrefu unapata picha nzuri na unafika naye mpaka kwenye piramidi na kuligusa kabisa. Kuna wanaofanya hii safari kwa gari, inawabidi kupaki gari mbali na watembee kwa miguu. Wakanipeleka kwa mwarabu wa ngamia, huyu akatoa ngamia wawili, mmoja wangu na mmoja wa mwongoza msafara. Hapo ndipo nilipojua usafiri wa ngamia. Sielewi wale walikuwa wakisafiri na ngamia miezi na miezi jangwani walifanyaje. Ni mwendo wa kunyakua na uwe makini sana, bila hata ya kulala unaweza kutupwa chini, urefu kama futi kumi hivi. Ngamia, meli ya jangwani kama alivyojulikana kwa mujibu wa mwongoza msafara, anaweza wiki tatu bila ya kula wala kunywa maji. Hata katika muda wote wa hii safari sikuona ngamia yeyote akila. Ngamia anaelewa lugha ya sauti fulani za mdomoni bila ya kutumia maneno, ambazo zinamwambia akae chini au asimame na kutembea na kuna kifimbo chepesi cha kumuhimiza spidi inapobidi. Kwa kukurahisishia, wameweka aina fulani ya kiti hivi juu ya ngamia. Kuna kigongo cha kushika ili upate balance, na kwenye miguu wameweka vichuma vya kuweka miguu. Safari ya kutazama piramidi haipungui saa mbili ili ufike sehemu zote. Inaweza kuchukua zaidi ya hapo kutokana na unavyosimama kupiga picha. Piramidi zenyewe ni ajabu tupu, zimejengwa kwa mawe ya aina tatu limestones, granite, mabo ni mazito mno. Kuna vipande vya granite vipo chini katika eneo hilo, hata kipande ambacho unaweza kukikamata mikononi hukisogezi kwa jinsi kilivyo kizito. Mawe ya chini kwenye piramidi ni limestone. Jiwe moja linaweza kufika upana wa futi kumi na urefu wa futi sita urefu wa kwenda juu ni kama futi 480. Kona za piramidi zimenyoka kama zimepimwa kwa rula. Ndani ya piramidi sio kutupu kama inavyofikirika, ni haya mawe yamepangana. Kuna milango midogo na njia nyembamba fupi zenye kuinama inama ili kuingia humo ndani. Ujenzi wote huu haukutumia simenti wala kiunganishi chochote, ni mawe tu yaliyopangwa kitaalamu mno. Inakadiriwa kila piramidi moja limetumia mawe kama milioni mbili hivi. Utafikiri wajenzi wa haya piramid walikuwa ni watu wakubwa na wenye nguvu sana? La hasha! Ukienda makumbusho yao ukiona watu waliojenga mapiramid ni watu wa kawaida kama sisi tu. Kuna siri kubwa juu ya ujenzi wa haya mapiramid, haijulikani waliwezaje kuyajenga bila ya vifaa vya kisasa vya ubebaji uzito mkubwa na uchoraji wa majengo. Katika eneo hili yako mapiramidi saba, matatu makubwa na manne madogo madogo, na kuna jingine moja halikumaliziwa. Inasemekana mf mfalme alikuwa anamjengea mkewe akifa azikwe humo, lakini alifariki kabla ya piramidi lake kukamilika. Na hapa ndipo inakuja ajabu nyingine ya haya mapiramidi. Kazi yote hiyo ilifanyika hapo ni kutengeneza sehemu ya kuzikwa wafalme tu. Hayo matatu makubwa ni ya wafalme baba, mwana na mjukuu. Zaidi ya haya mapiramidi kuna sanamu liitwalo Great Sphinx. Hili sanamu limechongwa kutoka kwenye jiwe moja kubwa au tuseme ni jabali. Hili sanamu ni la mwanamke, limechongwa kwa mikono. Ni ajabu nyingine ya hawa watu. Ukiwa juu ya ngamia, kiongozi wako anakuambia uelekee upande fulani halafu ufanye kama unapiga busu, anakupiga picha inayoungana na uso wa hili sanamu, inatokea kama umebusu hili sanamu. Inawezekana ilikuwa ni ujuha fulani wa hawa wafalme kujenga hayo mapiramidi, lakini wameiachia Misri urithi wa kudumu wa utalii. Ukimaliza kuangalia mapiramidi, huyu aliyekuongoza atataka tip tena, hela anaijua. Nilimpa dola kumi, akasema hii ndogo, akataka ishirini. Tena hii ishirini, wale wenzie wasijue kama nimempa baadaye anakurudisha pale kwa agent aliyekuambia utalipo kirudi, ni kama mnapatana upya bei. Aliniambia mzunguko wote wa dola 11 za serikali, jumla ni mpe dola 60. Halafu ni wacheshi mnataniana wanazungumza Kiingereza vizuri, wanakupa chai na kahawa za Kiarabu, ni kama vichekesho vya nanga hivi. Nikaona isiwe tabu, nikampa dola sitini. Sasa nikarudi kwa yule dereva wa kunirudisha hotelini. Huyu dereva naye si mvivu na ana muda, atakupitisha machimbo ya wafanyabiashara wake aliyopatana nao kupeleka wateja. Alinipeleka duka la manukato asili, wakanikaribisha chai kwanza, alafu wanakupa somo, utanunua tu utake usitake akanipeleka duka la paperas hapa napo ni chai kwanza halafu wanakuonyesha jinsi wanavyotengeneza karatasi kwa kutumia mmea uitwao paperas unaota kando-kando ya mto Nile baadaye anakurudisha hotelini kwako sasa wewe mwenyewe dhamira itakusuta huyu dereva unamwachaje baada ya ukarimu waliokufanyia? Dola 20 kwa dereva, mambo hayo. Safari ambayo waliniambia ni dola 60 niliishia kulipa dola mia na sitini. Cha kusikitisha ni kuwa serikali ya Misri imepata dola 11 tu za tiketi hapo, na hata hizo 11 zina uhakika ziliingia serikalini kwa sababu tiketi walikata maajent. Dola 160 ni nyingi sana, lakini hatuzijutii. Ni safari moja ya furaha, pumzika na kujifunza mengi. Nitaifanya tena hii safari nipeleke familia na rafiki hasa ukizingatia hata mkiwa wengi gharama nyingi kama za gari zinakuwa ni zile zile na mnaweza kushea. Kwa Tanzania nawashauri kuchukua funzo la kutangaza utalii. Hiyo Dar tu yenyewe ina vivutio vingi vya utalii, havijafanyiwa kazi wala havitangazwi. Ni ufukwe gani hapo Dar es Salaam unafahamika kimataifa? Kuna Bagamoyo Kaole kule, kuna historia ya nchi. Hasa Nyerere mwenyewe ni jina kubwa Afrika na kimataifa pia. Clock Tower inaweza kurefushwa na kufanyiwa madoido ikawa kivutio cha utalii hata bonde la mto Msimbazi likifanyiwa kazi ni sehemu ya utalii pia. Hakuna jumba la makumbusho ya Afrika nzima au hata Afrika ya Mashariki. Tanzania inaweza kuchukua fursa ya kujenga jumba hilo na kupata pesa nyingi za kigeni. Inatakiwa kila anayetua daa hata kama ni mtaalam amekuja kukamata mbu awachome sindano pale pale Terminal 3 awahiwe, aonyeshe uzuri wa Tanzania kwa kuonyesha vivutio mbalimbali, ikiwemo mbuga ya wanyama ya Serengeti uzuri wa Zanzibar uzuri wa mlima Kilimanjaro na vivutio vingine vya utalii na jinsi ya kuvifikia. Imeandikwa na Zain Hamza. Mimi ni Ibrahim Rajab Ibrahim Ara, ni Table Dancer. hii ni Global TV.